Mwongozo wa kujifunza Biblia, Mei 18, siku ya Jumapili. Mada inasema kuhani wetu mkuu. Musa aliposimamia ujenzi wa hema takatifu, hakuruhusiwa kutumia tu usanifu wowote aliyoutaka. Mungu alimpa ramani ya kufuata, nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kutoka sura ya 25 aya ya 40. Tunagundua katika kitabu cha Waebrania kwamba mfano uliotumika ulikuwa ule wa uhalisi wa juu zaidi, patakatifu pa mbinguni. Soma Waebrania sura ya 9 aya 11 hadi 15 kuhusu Kristo kama kuhani wetu mkuu katika patakatifu pa mbinguni. Hili linafundisha nini kuhusu kile anachotufanyia? Patakatifu pakidunia palikuwa kivuli cha Yesu kwa undani wa kushangaza, kuanzia kuhani na sadaka hadi samani na maelezo mengine ya muundo. Yote inazungumza juu ya Yesu. Kitabu cha Ufunuo bila shaka kina taswira nyingi sana za patakatifu. Kuna kinara cha taa cha patakatifu katika aya za mwanzo. Sanduku la agano linatajwa waziwazi katika sura ya nne pamoja na madokezo mengine mengi kuhusu hekalo. Bila ufahamu wa patakatifu pa agano la kale, inakuwa vigumu kufahamu kile Yohana anachomaanisha katika maelezo ya maono yake. Uzoefu wa Israeli. Paulo anaandika yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Kuna mengi tunaweza kujifunza kutokana na kuchunguza maelezo yanayohusu hekalu. Katika kitabu cha Zaburi tunapata sehemu muhimu ya kuelewa baadhi ya maelezo haya. Jinsi watu wa Mungu walivyohusiana wa binafsi na hekalo. Tunaona kwa ufupi jinsi Daudi alivyohusiana na patakatifu na huduma zake na tunaona mwitikio wa moyo wa watu wa Mungu kwa kile ambacho Masihi angewafanyia. Sio tu vielelezo vinavyotusaidia kumwona Yesu. Tunaweza pia kuchunguza uzoefu binafsi wa wale walioelewa kile ambacho Mungu alikuwa anatufundisha kupitia patakatifu na kujipatia masomo kwa ajili yetu wenyewe na kwa uzoefu wetu wenyewe wa Mungu. Soma Zaburi ya 122. Ingawa hatuwezi kwenda kihalisi katika nyumba ya Bwana ya duniani, maana haipo. Na hata kama nyingine ingejengwa mahali pale pale, Isingekuwa na maana. Ni vipengele gani vinavyopatikana katika zaburi hii vinavyoweza kututia shime kuhusu kile Kristo alichotufanyia? Angalia mada za amani, usalama, sifa na hukumu. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Mei 18 siku ya Jumapili. Tukijifunza mada inayosema kuhani wetu mkuu, na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote, na karibu tena.